Shika nukta kwa kwa ya kwanza hii, kutini cha mtume hakuna ziada, hakuna mwini. Mtume kafariki, akaja wale kutuwa pao kwa shiru, kwa kwa mkosa, zaidi ya miaka thelathini. Hakuna kitu kwa mwini. Yaani, ambaka yu kwa

yake ni mwanamke. Huu ni ukweli ambao kila mtu anajua. Mwanamume sio. Ukisoma hadithi zote zote zote zinaonyesha waliokuwa ambao wanapiga kitwali kwenye shughuli za harusi, mtu kiaposwa ni akinamama. Mwanamume ha

kuna nafasi sisi tumepita kwenye hiyo, tunajua vizuri chochote

kujuliza kwa nini kwenye mlango wa nne unasimama? Ushakujuliza kwa nini pengine ushasimama zaidi ya hata mara 200. Au ushasimama hata